Ni kupitia jamii ndipo wateja wetu wengi wanapotoka, kwa hiyo kurudisha sehemu ya faida kwa jamii ni utaratibu wetu kama benki NMB. Kwa maana hiyo NMB tumeamua kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Pwani kwa kuchangia jumla ya thamani ya shilingi milioni 30. Kupitia shughuli hii ya kitaifa, tunawashauri vijana kutumia fursa hii, kuelewa historia ya taifa lao pamoja na Mwenge wa Uhuru kama kielelezo muhimu cha utaifa. Ingawa NMB inapokea maombi mengi sana kuchangia miradi ya jamii, benki imejikita zaidi katika maeneo ya elimu, afya na misaada ya hali na mali katika nyakati ngumu kama majanga. Ndugu mgeni rasmi, kwa mwaka 2025, NMB imetenga zaidi ya shilingi bilioni 6.4 kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya jamii, ikiwemo kusaidia sekta ya afya na elimu. Kiasi hiki kinatufanya kuwa benki ya kwanza katika kuchangia maendeleo kuliko benki yoyote hapa nchini. Kwa taarifa tu, NMB ndiyo benki inayoongoza nchini kwa kuwa na matawi 241, ATM HM, zaidi ya 720 nchi nzima, NMB wakala zaidi ya elfu 50 pamoja na idadi ya wateja zaidi ya milioni 8.7 p 7 idadi ambayo ni hazina kubwa kukilinganisha na benki nyingine nchini. NMB itaendelea kuunga mkono juhudi za wadau wake wakubwa katika kuhakikisha kuwa changamoto za jamii zinapatiwa ufumbuzi katika kujenga afya bora na elimu bora kwa jamii ya Kitanzania. Nashukuru kwa loii kupata fursa ya, ya kuzindua kongamano la vijana ambao kuna vijana wetu hapa ambao watapata fursa ya kuelewa umuhimu wa kushiriki kwa kwenye mbio za Mwenge wa Uhuru, kwa kuna vijana wa shule za sekondari Kibaha, kuna vijana wa chuo cha afya cha hapa Shirika la Elimu Kibaha, pamoja na chuo cha, cha jamii cha FDC. Kwa vijana hawa watapata fursa mada mbalimbali za kujua historia e, ya Mwenge wa Uhuru e, kufahamu umuhimu wa uadilifu wa maadili naatapata mada mbalimbali kama vile za uwekezaji katika fedha kuelekea akiba na ni elimu ambayo ni fursa kwa vijana. Kwa hiyo inafahari upata fursa kubwa kwa kongamano hili ambalo litaleta chachu kwa vijana kwa ajili ya fursa ya zilizopo ambazo zinahusiana na Mwenge wa Uhuru.